Assalamu alaykum Warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunaendelea na darsa letu la tawhidi, kupitia kitabu kinachoitwa Hayatul Islam. Kipindi kilichopita tuliishia swali, tunasema ma huwa al iman. Ni nini iman? Na tukalijibu swali hilo, tukasema al-imanu huwa tasdiq, iman ni kusadikisha bima jaa abihi nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa yale ambayo amekuja nalo mtume, rehma na amani zimshike juu yake. Leo tunaenda swali lingine ambalo tuliliacha kama watu wakali tazame, eh kisha waje na majibu. Bila shaka kila mtu atakuwa ameenda kulifanyia kazi, kwa hiyo leo tunaendelea nalo swali. Lilikuwa nasema ma hiya kawaidul iman, ni ipi misingi ya iman, <coughs> ma hiya kawaidul iman, ni ipi misingi ya iman? Jibu nakuwa kawaidul iman sita tu, misingi ya imani ni sita Misingi ya imani ipo sita. Unaposema misingi ya imani sawa sawa kusema zile nguzo za imani Wahia, e, nayo hiyo misingi, al-imanu billahi, kumwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume yake, wal yawmil akhir na siku ya mwisho eh. Wal qadari khairihi wa sharrihi na kuamini kadari za Mwenyezi Mungu eh khair yake na shari yake yake au qadar ya khair yake na, na shari yake. Hiyo ndiyo misingi sita ya iman. <coughs> So, alingine anasema, ma huwa awwalu shay'in au jabahu au jabahu shari'u? Ni kitu gani cha mwanzo kilichowajibishwa kisheria au kitu gani cha mwanzo kilichowajibishwa na sheria? Anasema awwalu shay'in au jabahu shari'u, kitu gani cha mwanzo kilichowajibishwa na sheria? maarifatullahi ni kumjua Mwenyezi Mungu al-Mujid mwenye kupatisha, li jamii al-makhluqati, jumla ya viumbe vyote. Kitu cha mwanzo kabisa ambacho kimewekwa na sheria eh, ni kumjua Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kupatisha kupatisha. Maana yake viumbe, tusinge kuwepo Mwenyezi Mungu ndo ametupatisha sisi kuwepo hapa duniani, ndio maana kupatisha, kwa maana ametupatisha. hmm? tulikuwa hatupo ametupatisha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe vyote. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza kisheria eh, ambayo natakiwa mtu ajue. Kitu ambacho kimewajibishwa kisheria ni kumjua Mwenyezi Mungu ambaye ni mujidi li jamial makhluqati mwenye kupatisha jumla viumbe vyote <coughs> madalilu ala anna Allah ta'ala eh, ni ipi dalili ya kwamba au ni ipi dalili juu ya kwamba, mm, Mwenyezi Mungu mtukufu au jada jamia al makhluqati amepatisha viumbe vyote, dalili iko wapi? hmm. kwamba Mwenyezi Mungu amepatisha viumbe vyote, yani viumbe vyote hivi Mwenyezi Mungu ndo amevisababisha kupatikana. adalilu ala dhalika, dalili juu ya hilo, anna al alam, hakika ya ulimwengu eh? hakika ya ulimwengu masnuu, umetengenezwa. dalili nanzi hapo, eh? ukiangalia ulimwengu umetengenezwa Hmm. Ulimwengu mzima umete, umetengenezwa wa kullu sanaati, na kila chenye kutengenezwa la budda laha min sanaa, lazima kiwe na mtengenezaji. Ulimwengu umetengenezwa eh. Na kila chenye kutengenezwa lazima kiwe na mtengenezaji. Kwa mfano umeona gari linapita. gari eh, ni kitu ambacho kimetengenezwa, lakini lazima kuwe na mtengenezaji wa hilo gari. Kwa hiyo ulimwengu umetengenezwa eh, na kila chenye kutengenezwa lazima kiwe na mtengenezaji. Kwa hiyo ulimwengu umetengenezwa na nani? Ulimwengu umetengenezwa na Mwenyezi Mungu eh. Kwa sababu anasema walladhi dallana ala anna swani al hakima eh, na ambao wametujulisha sisi kwamba hakika mtengenezaji mwenye hikma wallahu ni Mwenyezi Mungu ani, ambao wametujulisha sisi kwamba huo ulimwengu umetengenezwa na Mwenyezi Mungu, tumejulia wapi? E, tumejua kwa kupitia hawa e, ndo anasema hapo waladhi na ambao dalana ala anna swania alhakima huwa Allahu, e, subhanahu wa ta'ala, kwamba na ambao wametujulisha sisi kwamba mwenye kutengeneza au mtengenezaji e, ni mwenye hekima ambaye ni Allah, e, aliyetakasika na alitukuka. Humu rusulu nao ni mitume, yani mitume ndio ilikuja kufanya kazi hiyo kutujulisha kwamba bwana huu ulimwengu ameutengeneza Allah subhanahu wa ta'ala, mitume ambayo alkiramu e mitukufu alayhimu salatu wasalam juu yao rehma na amani. Kwa hiyo ulimwengu umetengenezwa na Mwenyezi si Mungu, ngia anakuambia dunia ilikuwepo tu, ngia sio anakuambia dunia ilikuwa vipi e, ulimwengu mzima dunia hii imetengenezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamini basi utakuwa na imani kama hautuamini ndio utakuwa na ile imani na kiswa maanake, itakuwa imani yako ni pungufu. Inatakiwa tuamini Mwenyezi Mungu ndiye mtengenezaji wa ulimwengu ulimwengu wote. <coughs> Anasema swali lingine, hal yumkinu na marifatu dhati llahi ta'ala, je, inatuwezekania sisi kujua dhati ya Mwenyezi Mungu mtukufu? Mm, inawezekana kwetu tukajua dhati ya Mwenyezi Mungu. Jibu, na kuwa la yaarifu Allah illa Allah, hakuna mwenye kumjua Mwenyezi Mungu ila Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu ambaye anamjua kiundani kabisa Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye. Mwenyezi Mungu anajijua yeye mwenyewe, wa kullu ma khatara bibalika, na kila chenye kupenya katika akili yako, yani kila unachokifikiria katika akili yako, fa Allahu bi khilafi dhalika, na Mwenyezi Mungu yupo tofauti kabisa. Yani kinyume na hiko unachokifikiria hmm, na kila unachokifikiria katika akili yako e, fa Allahu bi khilafi dhalika, na Mwenyezi Mungu yupo kinyume na hiko. Ukafikiria kwamba Mwenyezi Mungu yupo hivi, Mwenyezi Mungu yupo hivi, Mwenyezi Mungu unapofikiria Mwenyezi Mungu yupo tofauti na hiko ambacho unakifikiria. Hakuna ambaye anamjua Mwenyezi Mungu kiundani zaidi ila, yeye ndo anatujua sisi kiundani zaidi. Swali so, lingine nauliza, ma huwa alwajibu fi haki Allah Ta'ala ijmala. Ni yapi yale wajibu katika haki eh, ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla? Ni yapi yale wajibu katika haki ya Mwenyezi Mungu ijmala? Ijmala maana yake kwa ujumla? Anasema alwajibu fi haki Allah Ta'ala ijmala eh, ambayo ni wajibu katika haki ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla huwa itiswafuhu e, nako ni kusifika kwake bikulli kamali, kwa kila ukamilifu. Haki ya Mwenyezi Mungu e, kwa ujumla, maana yake ni kule kusifika kwake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasifika bikulli kamali, kwa kila ukamilifu, kila aina ya ukamilifu unaoijua Allah, ndio sifa yake mm. Allah yeye ni mkamilifu alkamalu lillahi mkamilifu ni, ni Mwenyezi Mungu. Sisi binadamu tuna mapungufu, hatujakamilika. hmm? Hatujakamilika ehe, Allah yeye ndo amekamilika. ame inal insana lafi binadamu kati hapo, katika khasara. Kwa hiyo sisi hatujakamilika, tuna asilimia mia moja katika ukamilifu una changamoto mbalimbali mbali. Binadamu sisi ni wapungufu. Asema ma huwa alwajibu fi haki llahi taala tafsila <coughs> ni yapi yalikuwa wajibu katika haki ya Mwenyezi Mungu kwa upambanuzi. Hapo ilikuwa katika haki ya Mwenyezi Mungu kwa ujumla, hapa katika haki ya Mwenyezi Mungu kwa upambanuzi. Asema alwajibu fi haki llahi taala tafsila yeah wajibu katika haki ya Mwenyezi Mungu mm, tafsila e, kwa upambanuzi 20 na sifata, ni sifa 20. E, haki ya Mwenyezi Mungu katika upambanuzi kuna sifa 20. Anasema wahia nazo sifa ya kwanza alujudhi kupatikana. Alujudhi kupatikana. Mwenyezi Mwenyezi Mungu ni mwenye kupatikana, yupo muda wote. Wal-qidam na kutangulia, Mwenyezi Mungu ni mwenye kutangulia, yani ndo mwanzo wa mwanzo wa mwanzo walbaqau na kubaki. Mwenyezi Mungu ni mwenye kubaki, yeye ndo atakayebakia Allah, viumbe wote zinaondoka wote, wote tutakufa, Allah ndo mwenye kubaki Allah. afi wa mukhalafatuhu ta'ala lilhawadith, na kutofautiana kwake Mwenyezi Mungu mtukufu na viumbe. Mwenyezi Mungu ametofautiana na viumbe, ni sifa yake hiyo, yupo tofauti na viumbe, hawafanani wa qiyamuhu na kusimama kwake taala, Mwenyezi Mungu mtukufu binafsihi, kwa nafsi kwa nafsi yake. Allah amesimama yeye mwenyewe kwa nafsi yake, hategemei kitu chochote hmm. na ile kusema kwamba yupo juu ya nye, nyaga, kikusa, yeah. arish, kwa maana ile arshi yenyewe hajaikanyaga wala hajaiegemea, sababu akiigusa itaonekana Allah anategemea kiti eh, Allah anategemea iko kiti ambao ni arshi, kwa maana Allah hategemei yu chochote yupo juu ya arishi na hajaitegemea hiyo arishi, tofauti na mimi na wewe eh, kwamba tukitaka kukaa na kwenye kitu kikaa mara hivi ufanyaje, sijui nini, ugaba unataka kutembea, sijui unategemea labda ardhi sijui. A, a, Allah hayupo hivyo eh, sijui friction sijui nini eh, kwamba mguu sijui kiatu kile na nini. A, a, Allah hayupo hivyo. Allah yeye anajitegemea mwenyewe mm anajitegemea mwenyewe. Kwa maana kiamuhu, kusimama kwake taala. Mwenyezi Mungu mtukufu binafsihi, kwa nafsi yake. Sifa nyingine walwahdaniyatu, na Mwenyezi upweke. Upweke manake Mwenyezi Mungu kuwa peke yake, na ndio hili somo linachukua nafasi hiyo. Tauhidi maanake ni kumpwekesha Allah, tauhidi ni kumpwekesha Allah subhana wa taala, kwa walwahdaniyatu, na upweke. Walqudratu, na kuweza. Mwenyezi Mungu anaweza eh? Jambo yote Allah anaweza, yanapotaka jambo tu anasema kun fayakun. Wal iradatu na kutaka, Allah anapotaka kitu ndio hiyo, anasema tena kun fayakun. Wal ilmu na elimu au kujua, Allah anajua kila kitu. Wal hayatu na uhaye, kwamba Mwenyezi Mungu hayu eh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Hmm. Hayyul Qayyumu pohayy Allah Al Qayyumu ale mwenye kusimama kwa dhati yake ile eh. Wasamu na mwenye kusikia hmm. Au wasamu na kusikia eh, wal hayau na uhai, wasamu na kusikia au kusikiliza ni sifa ye eh. Wal baswaru na kuona mm, wal baswaru na kuona, wal kalamu na kuzungumza eh, wa kaunuhu ta'ala, na kwa kwake Mwenyezi Mungu mtukufu, ka qadira Mwenye kuweza mm -hmm. kuwa kwake Mwenyezi Mungu mwenye kuweza. Mwenyezi Mungu yani anaweza kitu chochote. E, wa murida na mwenye kupenda. <coughs> wa alima na mwenye kujua. wa hayya na mwenye kuwa mm -hmm. hai. wa sam wa samian e, na mwenye kusikia. wa basira na mwenye kuona. wa mutakallima na mwenye kuzungumza. Allah anazungumza. Allah anapenda. Allah anajua e, Allah yupo hai lakini pia Allah anaona, hmm? Allah anaona. Kwa hiyo usijue ukasema eti kwa sababu Mwenyezi Mungu anazungumza maneno yake ni kama ah. Huwezi kujua lugha ya Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye anajua. Eh, anakutumia tu kama, eh, mfumo wa ilham, eh, lakini pia anakutumia kama mfumo wa hai. Ndio unakuta Jibril alipokuwa anaenda anachukua eh, anachukua wahyi kwa Mwenyezi Mungu anapeleka kwa kwa mtume. Eh, lugha ya Mwenyezi Mungu haifahamiki. Lugha ya Mwenyezi Mungu haifahami, anazungumza eh, lakini hakuna ambaye anajua lugha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna ambaye anajua lugha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Swali lingine akauliza, maana nini maana ya kupatikana? Sasa zile ishirini ambazo tumezitaja, anaanza kuifafanua moja baada nyingine. Anasema maana al-ujudi, maana ya kupatikana, anna dhat Allah Haki anna dhat Allah hakika dhati ya Mwenyezimungu taala mtukufu, e, maujuda tu e, ni yenye kupatikana dhati ya Mwenyezi Mungu ni yenye kupatikana, ndo maana ya kupatikana e. kwamba dhati ya Mwenyezimungu ni yenye kupatikana muda wote madalilu ala ujudi Allah taala ni ipi dalili ya kupatikana e, Mwenyezimungu mtukufu akasema, ukifunua kurasa namba sita, tunaendelea Anasema, adalilu ala dhalika, dalili ya hilo au dalili juu ya hilo, ujud hadhihi lmakhluqati, ni kupatikana hivi viumbe e, dalili ya hiyo ni kupatikana, viumbe. Viumbe kupatikana kwake ndio kunaonyesha kupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa maana aliye viumba viumbe ni Allah. Kwa hiyo kama viumbe vipo na muumbaji yupo. Hmm. Nakasema, dalilu adalilu ala dhalika ujud hadhihi lmakhluqati Dalili juu ya hilo eh, ni kupatikana hivi viumbe. Liannahu kwa sababu eh, yakun, eh, kwa maana, lau lam yakun maujude eh, kwa maana, lau kusinge kuwepo mwenye kupatikana eh, yaani kwa maana kusinge kuwepo mwenye kupatikana eh, lakana maaduma eh, kungipatikana ni mwenye kukosekana Yaani kwa maana lau Mwenyezi Mungu, la liannahu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu lau lam yakun asingekuwa eh, maujude mwenye kupatikana la kana, angekuwa eh, maaduma, ni mwenye kukosekana.